Nam, hiyo ni burudani katika kijiji cha Mwitongo, Butiama mkoani Mara nchini Tanzania. Burudani hii ni sehemu ya harakati zilizoambatana na safari ya pili ya hija tuende zetu Butiama ya kumwenzi hayati Nyerere, hususani kwa mchango wake katika kuchagiza lugha ya Kiswahili na utangamano wa jumuiya ya Afrika Mashariki. <tune> Safari hii pia imejumuisha ibada kwenye kanisa Katoliki la Bikira Maria la Butiama alikokuwa akiombea hayati Nyerere na mkewe Maria Nyerere. Naye balozi wa Tanzania nchini Uganda, Meja Jenerali Paul Simuli Kisesa ameonyesha matumaini kuwa Butiama itakuwa sehemu kubwa ya mahujaji kama ilivyo na mgongo nchini Uganda. Kama mnaweza mkakumbuka kwa mashahidi wa Uganda walikuwa wakienda wachache sana. Lakini leo hii ukienda hata njia ya kupita itakuwa kazi na kufunguka kuhusu jinsi Nyerere alivyotumia lugha ya Kiswahili kuimarisha upendo miongoni mwa Watanzania. Na ukiangalia Watanzania, Kiswahili ndicho kilichowaunganisha, wamekuwa na upendo kwa kila mmoja, hawampuuzi hata mtu mmoja. Profesa Joshua Maponga kutoka Zimbabwe aliwahimiza Waafrika kupigania haki ya ardhi kama msingi wa kujikwamua kiuchumi na kulinda haki zingine. Alimkabidhi zawadi ya mkuki mtoto wa Hayati Nyerere na kusema I bring back this spear narudisha mkuki huu kama nembo kwa vita tulivyopigana, hauna damu yoyote, na naamini utabadilishwa kuwa mkuki wa kiuchumi. Profesa Maponga aliongeza kuwa Nafahamu kuwa wengi mnashtuka mnaponiona nikiwa nimeshika mkuki. Lazima mshtuke, kwani bado tuko vitani. Hatuwezi kuweka chini silaha kwa kuwa tulipata uhuru kutoka kwa wakoloni. Tafadhali hukubali kwa niaba ya jamii ya Wazimbabwe, vita vingalipo. Balozi, tafadhali huupokee, umkabidhi zetu Butiama mwaka 2025 imetoa fursa kubwa kwa mahojaji kufikia vivutio vingi hapa Mwitongo. Mi naitwa Meri Mgaya Yona, natoka Mwanza, wilaya ya Ilemera. Mambo ambayo sikuyajua kutoka kwamba sikuyajua ya Nyerere ni machache, lakini yaliyo mengine yameibuliwa na wageni kwamba Nyerere alikuwa ni muungwana, kwa sababu bado mataifa mengine wanamuona kwamba kwa, kwa kweli mtu aliyekuwa anapigania haki. Ninaitwa Mwalimu Samuel Kasero, natoka nchini Uganda nilipoona pahali ambapo mwalimu Julius Nyerere alizaliwa Nili, nilifurahi sana hakuna wengine si jambo kwa majina yangu naitwa Rightness Grayson natoka Arusha. Baada tu ya kusikia baba wa taifa mwalimu Julius Kambarage Nyerere, nilikuwa nina hisia nzito za kutaka kuyajua mengi kuhusiana na baba wa taifa. Na naitwa Rajabu Swedi natoka wapi? Natoka Arusha. Imekuwa na maana gani katika maisha yako? Ni mtu ambaye ameleta heshima, hakuwa anataka vitu vikubwa Ndiyo maana hata tumeona nyumba yake alipokuwa anaishi, hakuwa anaishi kwenye jumba la kifahari, ni nyumba ya kawaida kabisa. Ni mtu ambaye anapenda maisha ya kawaida, sio maisha ya kujiinua zaidi. Msikilizaji wa redio wa umoja mataifa, kuna matunda aliyoyapenda sana hayati Nyerere alipotembelea Uganda baada ya vita vilivyomwondoa madarakani rais Idi Amin Dada. Miche ya miti ya matunda hayo imetolewa kama zawadi kutoka kwa Waganda walio chini ya Fronasa iliongoza mapinduzi walikuwa kila hayo matunda ya huo mti unaoitwa shia alikula matunda yale. Bwana Madaraka Nyerere ni mmoja wa watoto wa hayati Nyerere. Kwa kweli ni, ni heshima kubwa sana kwetu sisi kama familia ya Mwalimu Nyerere kwamba bado eh, kuna watu kutoka nchi mbalimbali, sio wa Tanzania tu, lakini watu kutoka nchi mbalimbali ambao wana mwenzi Mwalimu mm. Nyerere kwa msimamo wake ule waku kuhimiza utangamano wa Afrika Mashariki, lakini pia kuhimiza umoja wa Afrika. Dr. Ronex Kisembo Tendo ni mkurugenzi wa shirika la Afrika Mashariki Fest lililoandaa safari ya Hija Twende zetu Butiama. Nataka tutumie nafasi hii kuwa kila mwaka tukijiuliza, jumuiya ya Afrika Mashariki imepiga hatua gani, changamoto ziko wapi na nini kifanyike kuwasaidia viongozi, ili ndoto ya mwalimu Nyerere iweze kutimia ya mtangamano wetu.